Nafasi ya kuwa mbunge wenu wa jimbo la Songea mjini, nitahakikisha kila mwananchi anatumia nishati mbadala. Nishati mbadala kwenye kupika huko watu wamekuwa wakitoa elimu, lakini naona kuna vitu vichache vinavyokwamisha hilo jambo, tukianzia kwenye kwenye kwenye kwenye bei, si ndio? Eh, bei ya gesi zipo juu, lakini pia hata bei za unit za umeme zimekuwa juu, mtu kana kwamba Jiko la umeme lakini sasa anawaza, mimi jamani, kaela ka kangu ni shilingi elfu tatu elfu mbili hivi nitaweza kweli kutumia jiko la, la umeme kweli? Kwa hiyo sasa mimi kama mtanipatia nafasi, nitahakikisha nawapambania wananchi wangu wa jimbo la Songea mjini kuwa kila mtu atumie nishati mbadala kwa gharama nafuu. Ndege ya mizigo kuwepo Songea, inawezekana kwa sababu uwanja wa ndege. Tunao. Kuna wakina mama wanalia, wanalima nyanya zao zinaozea tu masokoni, hakuna wateja. Karoti zinaozea masokoni, hazina nini? hazina wateja. Kabeji zinaozea masokoni, hazina nini? Wateja. Leo hii tukishaletewa ndege ya mizigo Songea, leo hii wewe mama Aisha, utakuwa na uwezo wa kuchukua nyanya zako kupeleka airport, zikaenda Oman na ukapata nini? Pesa. Kwa hiyo sasa mimi Anna Kapinga kama mtanichagua kuwa mbunge wenu wa jimbo la Songea mjini, nitahakikisha kuwa tunapata ndege za mizigo. Ndege za abiria tunazo, lakini ndege za mizigo hatuna, na huo uwezekano upo. Nani wa kufanya? Kiongozi aliye madarakani ndo ana uwezo wa kufanya, lakini pia tukumbuke kuwa sisi wote ambao tuko hapa ni wa Tanzania, si ndio? Eh, kwa hiyo tuilinde amani Tanzania balabala bala. Tuilinde amani ya, ya Tanzania na pia tukumbuke tuna nchi moja, hatuna nchi mbili. Kwa hiyo tuilinde tunu yetu hii ya amani na upendo kwa hali na mali.